Kuokota huu DJ namba singeli kali kabisa. Eh, hey, kwa sisi fiskali waje hapa wacheze kidogo, baada hapo tuendelee mbele. <coughs> Hey, an msemaji mkuu wa Achimwene Safari Tanzania niko hapa leo kwa kuajuza kwamba bwana Sun anakwenda kufungua stendi yetu ya Achimwene Safari hapa au o sio sea, ili Watanzania wananchi wa Mbeya, msipate shida msipate tabu. Kwa cha msingi tu, bwana endea kutufuatilia ndani ya mtandao wetu wa kijamii pale, endea na Facebook pale, andika Achimwene Safari, lakini pia ukienda pale TikTok andika like, msemaji uh, mkuu wa Achimwene Safari, utapata update zote ya akili ambacho kinaendelea. Sio hivyo tu, wakasema basi, mbona imekuwa bahati kubwa kabisa mkurugenzi huko hapa, mkurugenzi wa Achimwene Safari Tanzania Apa, ayubana ayubana ambayo, sana, hey, Charlie. Ah bwana yuko hapa amepoa kabisa yuko na ndinga moja ambayo ya toleo la mbele sana ni hatari. Hatari. Okay. Wakati basi DJ picha. Eh, Ay, bwana muda kuchangamka hapa shama ngoma hii hapa kidogo tena. tend